wa idha qila lahum pindo, anapoambiwa wao la tufsidu fil ardi, msifanye uharibifu katika ardhi. la tufsidu fil ardi, e, ardi msifanye uharibifu katika ardhi, ufisadi msifanye. Qalu, husema. Innama, hakika si vyengine vyovyote. nahnu muslihun, sisi ni watengenezaji. Innama, hakika si vinginevyo nahnu muslihun sisi ni watengenezaji wao husema, wanatengeneza hawaharibu. Maana kinyume cha mufsid kinyume cha mharibifu ni muslih, mtengenezaji. Sasa wao husema kwamba sisi hatuharibu, ana si tuko sawa. Na inatokea watu katika jamii, unamkataza, unamwelekeza jambo, yanakwambia yuko sawa, hata fikra zako hasikii mwongozo wote. Ndio watu hawa Allah anawazungumza kwenye Qurani, pamoja na kufanya uharibifu wao wao bado wanangangania kwamba wako kwa sawa na wao ni watengenezaji ala tambueni mwenyezi mungu anasema katika aya ya kumi na mbili ala tambueni innahum hakika hao hum lmufsiduna wao ni waharibifu walakin la yashurun lakini hawatambui innahum hakika wao hum lmufsiduna wao ni waharibifu walakin la yashurun lakini hawatambui maanaake wameshazama kwenye maasia, wameshachagua huku, waliochagua kwenda na hayo wanayoyataka kuyafanya. Inafika wakati hata wakikumbushwa wao wanajiona wako sawa, hum la yashurun. Mwenyezi Mungu lakini la yashurun, lakini hawatambui, hawajui ubaya wa hayo wanayoyafanya lakini vilevile hawajijui hawazindukani kwamba wao wako katika uharibifu na siko kwenye kutengeza eh. wa idha qila lahum, aya 13, Mwenyezi Mungu anasema wa idha qila lahum, na wanapoambiwa wao aminu, aminini eh? aminu aminini, yani kueni na imani kama amana nasu, kama walivyoamini watu. Mwenyezi Mungu anakusudia watu hawa wanaotajwa hapa kwamba waamini kama walivyoamini watu kama walivyoamini Saidna Abubakar na Sidiq, Saidna Omar, Saidna Uthman, hawa maswahaba watukufu wa Mwenyezi Mungu walikuwa na imani za kisawasawa. Hawa wanafiki walikuwa imani zao sizo kisawasawa. Kwao wanarekebishwa, wanaaminini kama walivyoamini hawa maswahaba watukufu wa Mwenyezi Mungu. Anasema nini walijibu? Eh, wa idha qiila lahum, na pindi anapoambiwa wao, aaminu, aaminini kama aamana n-naasu, kama walivyoamini watu, qaalu, husema, anu'minu Hivi sisi tuamini kama amana sufahau, kama walivyoamini wapuuzi hawa wajinga? Anuminu, hivi sisi tuamini kama amana sufahau, kama walivyoamini wajinga hawa? Ala, tambueni, innahum, hakika wao, humu lmufsiduna, ndio wapuuzi, ndio wajinga. Wao ndio wajinga kwa sababu haki iko wazi, hawahitaki Wajinga sio hawa waumini, wajinga ni wao, wanafiki eh. Innahum humu sufahaa, ndio wajinga. Walakin la ya'lamun, lakini hawajui, lakini hawajui. Naam wa idha laqu ladhina amanu, na pindi wanapokutana na wale walioamini. wa idha laqu ladhina amanu, na pindi wanapokutana na wale walioamini, qalu husema, amanna, tumeamini sisi. Ndio wanafiki sifa yao, wakija mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakija mbele ya masahaba aljalil watukufu, husema sisi, amanna, tumeamini sisi, ni waumini wa kisawasawa kama nyinyi tu Wanajipretend, wanajidai kwamba ni waumini eh? wa idha khalau ila shayatinihim, napindwa wanaporudi kwa mashetani yao eh, kwa mashetani yao, manake wakubwa wao, viongozi wao, wakorofu wenzao wakubwa. wa idha khalau ila shayatinihim, na wanaporudi faragha, na mashetani wao, khalau manake khalwa ndio khalwa kwa khe manake ni, eh, ni, ni faragha peke yao wakiwa wao kwa wao, wao kwa wao. Wao kwa wao. Wa idha khalau ila shayatinihim, na wanapokuwa peke yao na mashetani wao. Qalu, husema inna ma'akum, hakika sisi tuko pamoja na nyinyi eh. inna ma, hakika si vinginevyo eh? Inna ma, hakika si vinginevyo nahnu mustahziuna, sisi tunawacheza shere, wale tunawacheza shere kwa maana tuna tunawajejea tu tunawafanyia inda tu eh, tunaonyesha mbele yao tuna imani lakini, sisi hatuna imani, tuko tu pamoja na nyinyi. Mwenyezi Mungu anazungumza ubaya wao inama haka si vinginevyo, nahnu mustahziuna, sisi tunawacheza shere wale. allahu yastahziu bihim, Mwenyezi Mungu anawacheza. allahu yastahziu bihim, Mwenyezi Mungu atawalipa shere zao. allahu yastahziu bihim, Mwenyezi Mungu atawalipa shere zao. wayamudduhum fi tughyanihim, na anawa wayamudduhum fi tughyanihim, Allah anasema na anawaacha tu wayamudum anawaacha tu eh, fi tughyanim, katika upotofu wao, ya mahuna wa kitanga tanga, eh ya mahuna wa kitanga tanga. Naam, aya hizo tano basi zitoshe kwetu kwa siku ya leo. Maana eh, vizuri ni kufahamu, lakini vile vile kuzingatia kile ambacho tunakisoma. Inshaallah tukamate na tuzingatie Qur'ani na tuifuate. Wa billahi tawfiq, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.